Yes yes, yes, yes. Karibuni sana, karibuni sana katika siku hii ya leo, siku ambayo tunaweza kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa amsha salama nasi, leo tuko vizuri mpaka tumekutana kwenye sauti hii ya YouTube channel ya Fabidigo TV, ambayo tunataka tuwaletee habari zile za michezo ambazo zimekuwa trending na zimekuwa breaking news katika kipindi hiki cha muda mfupi, ambapo tumeamka nazo na kuziangalia kwamba ni vipi ambazo tutaweza kuambia kuhusiana na dabi ya Kariakoo ya Simba na Yanga, Yanga na Simba, yani dabi ya Kariakoo katika wiki hii nzima au wiki tatu zilizopita au tuseme miezi miwili miwili au mitatu, kutoka mwezi wa tatu tarehe nane mpaka leo hivi, inakuwa inaongelewa dabi ya Kariakoo katika jiji la Dar es Salaam, nchi nzima, East Africa, na Afrika nzima, na duniani kwa ujumla, hadi BBC London, Uingereza wakiwa wanaongea hiyo tu kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Sasa tulichokileta ni kipi? Sikiliza hadi mwisho ujumbe huu na maneno haya yaweze kukuhabarisha na kupata habari kutoka kwa habari ya Fabidigo TV na msomaji wenu naitwa Fabidigo, katika YouTube chaneli ya Fabidigo, kama logo yetu inavyoanza mwanzoni. Kama uja subscribe, naomba subscribe YouTube chaneli yetu ili mambo mazuri yaweze kuwa kupata kila muda tunapokuwa tunatuma habari zetu. Asante sana ya ukisikiliza hadi mwisho habari hii ambayo naisema sasa hivi utasikia yale ambayo yanamaanisha kwenye idadi ya Kariakoo ambapo mpaka sasa hivi tumeona ya kwamba ni lazima tukwambie, baada ya kuzikusanya hizi habari na kuziona ni za ukweli, na habari ni habari ambayo inatengenezwa kwa eh, kwa watu ambao tayari ni wanahabari. Nasi tumekuwa wanahabari wa kufuatilia habari kupitia kwenye vyombo vikubwa vya michezo na wale wa wa mpira wakubwa ambao wanafuatilia michezo na kutoa takwimu nyingi nyingi sana katika Afrika, dunia nzima kwa ujumla, na watu wengine Tanzania ambao ni wataalamu au watu wale wabobezi kwenye mpira. He, Fabidigo TV imeenda juu na kufuatilia sakata la Simba na Yanga ambalo ni la kucheza dabi ya Kariakoo iliyoahirishwa kutoka tarehe nane mwezi wa tatu mpaka kufikia tarehe tarehe 15 mwezi wa sita na mpaka sasa hivi wamesema tarehe ishirini na tano mwezi wa sita dabi hii itakuwa ni ya mwisho pale ambapo ligi kuu ya Tanzania bara, NBC itafungwa, na kwamba yani itakuwa ni mechi ya mwisho ambayo itaamua ubingwa au wao wababe ndio watakaokutana na, eh, mechi itakuwa ya mwisho. Karibuni sana katika sakata hili ambazo tunataka kulisema kwa muda huu. Hili sakata ni kuhusiana na jinsi gani dabi ya Kariakoo imesuasua mwaka huu na kuwa trending trending, na, ku, na kuwa trending ya feeling za watu, yaani mawazo ya watu, hisia za watu ambazo zimekuwa ni watu wanaolifikiria tu na kuisikiliza kila siku, na hii hatua imepelekea dabi ya Kariakoo kuwa ya kwanza Afrika zima eh, kuwa ya kwanza Afrika zima, na kuwa ya nne dunia nzima, ili iweze kutoa ili iweze kusikilizwa na kutrend kwenye mitandao ya kijamii kwenye media zote eh, yani tunaposema kwenye media ni kwenye vyombo vya mawasiliano kama vile radio, television. Eh, imekuwa ni ya kwanza Afrika kwa sababu Afrika ilikuwa na imetulia na hivi inasema sana derby ya Kariakoo kwa eh, katika vyombo vyote Sky Sport, eh, Super Sport TV, Azam TV na radio zote kubwa kubwa duniani BBC Landani eh tunaweza kusema eh, eh Fabidigo TV YouTube channel ni radi hayo na vyombo vingine vya habari, yani ni eh, eh, unapopita Tanzania inasema kuhusu dabi ya Kariakoo kwamba ni jinsi gani ambavyo eh, imewashika watu watu wanafikiria, kwa nini ichezi, kwa nini isingecheza, kwa nini icheze, mpaka Rais Samia Suluhu eh, akatuliza hiyo dabi na kwamba itachezwa tarehe 25 habari hii kwa nini tumeileta? Tumeileta kama habari nzuri ya kusisimua, ambayo tunajivunia dabi yetu ya Kariakoo, kwamba imeshika Afrika. Sasa hivi inaongeleka Afrika, unapoenda Kenya sasa hivi wanaongea kuhusu Simba tu na Yanga, unapoenda Malawi wanaongea Simba na Yanga, unapoenda nchi yoyote hiyo mpaka yoy, na Tanzania uko kwa kina chama huko, Zambia wanaongea Simba na Yanga, ukienda South Africa wanaongea Simba na Yanga, ukienda Egypt Misri wanaongea Simba na Yanga ukienda Morocco, ndo usiseme. Wanafikiria hata wachezaji wetu kuja kuwafikiria, ukimsema nabi ni yule ambaye yupo Tanzania na saka wachezaji wote wakina kina Faisal Sal mtoto e, mchezaji kama vile Kibden Skibu Dennis e, akimcha akimfuatilia au uh, na kuwafuatilia wachezaji wengi. Dabi yetu imekuwa na vuto, dabi yetu inafurahisha, dabi yetu inapendeza. Eh, nasema asante sana kwa vile wewe unafuatilia Mtiko TV ya ukweli na uwazi. Dabi yetu imepanda kupitia changamoto hii tulionayo, ndivyo imeongeza umaarufu. Asante sana, usisahau kusubscribe ku like it, commenti, na comment nami. Ndio Fabidigo, Fabidigo, Fabidigo. Asante.